Katika kuelekea uchaguzi mkuu wa rais, wabunge na madiwani nchini Tanzania, chama tawala CCM kimezindua rasmi ilani yake ya uchaguzi kwa mwaka 2025 2030. Ilani hiyo imezinduliwa na mwenyekiti wa chama cha mapinduzi CCM na rais wa Tanzania, Samia Suluhu Hassan, baada ya kumalizika kwa mkutano mkuu maalum wa chama hicho uliofanyika jijini Dodoma, makao makuu ya Tanzania, kwa takribani siku mbili. Ilani hiyo imebeba vipaumbele tisa ikiwemo boresha maisha ya watu na ustawi wa jamii, kuchochea mapinduzi ya kisasa fungamanishi, jumuishi na shindani uliojengwa katika msingi wa kuongeza thamani rasilimali zinazozalishwa nchini na kuongeza fursa za ajira kwa vijana na kuongeza kipato na kupunguza umasikini. Baada ya kuzinduliwa kwa ilani hiyo ya uchaguzi, watu mbalimbali waliohudhuria katika mkutano huo maalum walikuwa na maoni tofauti kuhusiana na ilani hiyo. Hey, kwa majina naitwa Ombeni na Nyaro natokea mkoa wa Songwe, mjumbe halmashauri ya CCM ya mkoa wa Songwe. E, kwanza mkutano huu maalum ndiye mkutano unaotoa dira kwa watanzania kwa chama tawala, lakini ndio mkutano ambao kila mwana CCM anautamani au uhudhurie. Kwa hiyo utaona hapa nje kumejaa watu, ndani kumejaa na kule geti la nje nako kumejaa watu kwa sababu kila mwana CCM, hii naweza nikasema kwa tafsiri halisi hii ndio kathedral ya Chama cha Mapinduzi au kathedro ambayo ndio inaoonyesha mstakabali wa kisiasa na ndio mkutano unao determine kesho ya watanzania wote. Kwa hiyo ndani yetu sisi kama wanachama wa Chama cha Mapinduzi tunaamini kwa imani yetu ya kisiasa ni kwamba huu ni mkutano muhimu sana kwetu, lakini ni mkutano ambao umetupa vitu vingi toka tulipoanza na tunapoelekea. Matumaini yetu ni kwamba watanzania wote waendelee kuwatazama kinachoendelea hapa Dodoma kwa sababu ndio dira ambayo inatuambia mwaka huu kuna nini na miaka mitano ijayo kutakuwa na kitu gani? E, kwa ilani iliyopita mpaka sasa tumeshatekeleza kwa asilimia tisini, kwa sababu mpaka sasa kuna miradi ambayo ilikuwepo inaendelea, lakini mpaka sasa hivi tunaona kabisa kwamba tuna miradi mingi iliyokamilika na tuna miradi mingi ambayo tayari iko kwenye ilani lakini kwa iliyokamilika, tunayo ndege, tunazo ndege zetu, tunayo SGR tayari natuhudumia. Kwa hiyo tuna madaraja, tuna miradi mingi. Lakini jambo jingine kubwa ambalo lipo ni kutengeneza makao makuu ya CCM, jengo ambalo litakuwa na ofisi zote, litaakisi uimara wa Chama cha Mapinduzi na halitaweza kufananishwa na makao makuu ya chama chochote barani Afrika. Itajengwa Dodoma. Da, mimi ni naitwa Heri Mchunga, mjumbe wa baraza taifa kutoka mkoa wa Simiyu. Tuko kwenye mkutano mkuu maalum ulioanza tarehe ishirini na, na tisa na leo tunahitimisha. Na jana tulikuwa na ajenda chache. Ajenda kuu ya jana ilikuwa ni kubadilisha katiba, tubadilisha katiba aa, kwa udogo sana. Tuliamua sasa hivi kutakuwepo na aa, yani tuta, tuta, tutafanya katika Zoom meeting. Maana yake ni kwamba kama kamati ya siasa ya wilaya inajadili majina ya wagombea, makao makuu watahusika kuhusika kusikiliza taarifa zitakazotolewa kule. Kwa hiyo tutafanya vikao vingine kwa Zoom meeting, na ndio tunafanya utaratibu huo. Utaratibu huo sasa uh, unaenda kutufanya tuwe ni chama kitakachokuwa cha kisasa zaidi, sababu tutatumia media kwa ajili ya reporting na mambo mengine mikutano mingi itafanyika kwa njia ya mitandao. Kwanza kabisa, mimi kama msomi, nimeapokea kwa bashasha na kwa hamu kubwa, na kwa uelewa huu nimeona chama changu kinaenda mbele zaidi, kinaenda na tehama, tunaenda na teknolojia. Kwa hiyo ni kitu ambacho pia kinaenda kutoa changamoto ambazo watu walikuwa wanalalamika kwamba tunatendewa ndivyo sivyo. Mfano, watu wamejadili kule, ripoti zimeandikwa, zikaja makao makuu, watu wanaona kwamba hakikuripotiwa sawasawa. Lakini sasa kutokana na media vikao vitafanyika makao makuu, akishirikishwa kwa hiyo, hakuna sehemu ambayo yatakuwa na changamoto. Kwa hiyo naenda kurahisisha taarifa zaidi, kwa hiyo ukweli unaenda kuwa zaidi na uwazi, kwa hiyo mambo yanaenda kwa mazuri zaidi. Kwa kweli, ilani iliyopita mambo mengi sana kwa asilimia tisini na tisa yametekelezeka na mengine yako kwenye mwendelezo. Kwa ilani hii inayokuja sasa hivi ambayo tunaizindua leo rasmi, tuko kwa kazi moja tu leo, kuizindua ilani ya mwaka ishirini na tano ishirini na thalathini kwa hiyo tuko leo kuzindua hiyo ilani, na tunategemea mambo makubwa ambayo yameorodheshwa mle. Tunategemea kufungua nchi, barabara, viwanja vya ndege na miundombinu mingine. Tunaongeza ndege za, za kubeba mizigo, ndege za abiria. Kwa hiyo tuna mambo makubwa mengi ambayo yanaenda kuzinduliwa kwa ilani hii inayoenda kufanyika, na bado ilani iliyopita mambo makubwa na mazuri yamefanyika. Sasa, mimi naitwa Usi Salum Pondeza ni mbunge wa jimbo la Chumbuni Zanzibar, kupitia chama cha Mapinduzi lakini pia ni mjumbe wa halmashauri kuu ya taifa NEC, na pia ni mjumbe wa mkutano huu. Kwa hiyo leo hii tuko hapa kwa ajili ya kuhitimisha mkutano wetu mkuu ambao nia lengo na madhumuni ni kutangaza ilani yetu mpya ya e 25 kwenda 30. Tunaelekea kwenye uchaguzi mkuu ambao tunajua uh, tutakabiliana na mambo mengi, lakini chama cha Mapinduzi kutokana na ukubwa wake na uzuri wa ilani ambayo imetangazwa hatuna wasiwasi na, na ushindi isipokuwa tunataka kujua zile asilimia tuliotoka nazo 2020 tunataka kuziongeza. Ndio maana tumeamua kuweka wazi fawaisha katika kutangaza ilani yetu ya Chama cha Mapinduzi: nini tutafanya, wapi tupo na tumetoka wapi. Kwa ukubwa wa chama chetu cha Mapinduzi, hatuna mashaka wala hatuna wasiwasi na utekelezaji wa ilani ya Chama cha Mapinduzi kwa Tanzania nzima ya ilani iliyopita utekelezaji wake, mimi naweza kasema nimeuchukulia kama ambavyo ilivyoandikwa ndani ya ilani yetu ambayo tuliitangaza, lakini kubwa zaidi, imetekelezwa zaidi ya asilimia mia moja. Mimi ni mbunge wa, wa jamhuri ya muungano wa Tanzania, lakini ni mjumbe wa kamati ya nishati na madini zaidi ya miaka kumi. Vitu ambavyo vimefanyika ndani ya kamati yetu ya nishati na madini vyote vinaakisi ukubwa wa Chama cha Mapinduzi na utekelezaji wa ilani ya Chama cha Mapinduzi. Mimi kwenye upande wangu kwenye idara yangu ni katika kuhakikisha bwawa la Mwalimu Nyerere, nimeshuhudia tangu kiwanja tangu wanafika mpaka tumelitekeleza kwa ukubwa wake wa ule mradi megawati elfu mbili mia moja na kumi na tano sio kitu kidogo. Afrika tunajidaia na ndio maana tumeweza hata kufanya hizo SGR kwa sababu wana uhakika wa umeme ambao upo lakini zaidi zaidi tunajivunia bwawa letu la mwalimu Nyerere ndani ya awamu hii. Yale ni maono ya tangu mwalimu Nyerere mwenyewe, mwaka 75 alitangaza na alikuwa na nia ya kufanya kile kitu, hatujaweza lakini tulikuwa tunajipanga. Tulipojipanga, alipoingia Dr. John Pombe Magufuli akasema hili ni kipao moja um, vipaumbele vyetu na ukweli vimeweza kutimia. Kwa hivyo ni chama kikubwa na ilani imetekelezwa, na hii inayokuja na uhakika itatekelezwa kwa nguvu zaidi ile ambayo kasi tuliokuwa nayo tunaenda kuongeza nguvu kabisa ya shama. Kwa majina anaitwa Sambala Saidi, ni kada wa Chama cha Mapinduzi, ni wa, Chemba, ni wa Chama cha Mapinduzi, ni mwenyekiti wa halmashauri ya Chemba. Niko hapa kwenye mkutano mkuu wa Chama cha Mapinduzi. kwa historia ya nchi yetu na kwa historia ya Chama cha Mapinduzi kwa zaidi ya miaka 60 ambayo kimekuwa madarakani toka tano baada ya CCM imekuwa ni ilani ya kipekee ambayo imevunja rekodi kwa utekelezaji wa miradi mikubwa ya kimkakati , lakini na miradi mingine ya kawaida. Nizungumze tu mfano, mimi nipo eneo la halmashauri, mimi natoka mamlaka za serikali za mitaa, ambapo fedha nyingi zinakuja na tunatekeleza. Mfano tu kwenye halmashauri yangu, kwa muda wa miaka minne ambayo mama tumekuwa naye madarakani, halmashauri yangu peke yake imepokea zaidi ya bilioni ishirini kwa muda mchache sana. Hii haijawahi kutokea. Lakini kikubwa mpaka hivi ninavyoongea tuna fedha nyingine karibia bilioni tano ambazo ndo zinaendelea kutumika na nyingine hazijaanza kutumika. Mama amefanya mambo makubwa, siwezi kuielezea, lakini kwa kifupi tu, sisi kwa upande wetu, kwa mamlaka za serikali za mitaa, hakuna ambacho mama tunamdai isipokuwa sisi ndio anatudai kumlipa kura nyingi za kishindo kwenye uchaguzi mkuu wa mwaka 2025. Tanzania inatarajiwa kufanya uchaguzi wake mkuu mnamo mwezi Oktoba mwaka huu. Deo Kaji Makomba, Focus News, Dodoma.